Wasimamizi wahakikishe wanafunzi wote wanafanya upimaji kwa muda uliopangwa kwa mujibu wa ratiba na katika hali ya utulivu. Aidha, wasimamizi wahakikishe wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi, ikiwemo kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa wanafunzi wasiona na maandishi yaliyokuzwa kwa wanafunzi wenye uoni hafifu. Aidha, wanafunzi wote wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati. Na dakika kumi kwa kila saa kwa masomo mengine kama mwongozo wa baraza unavyoelekeza. Kwa upande wa wanafunzi, baraza linaamini kuwa walimu wamewandaa vizuri katika kipindi chote cha miaka minne ya elimu ya, ya msingi. Hivyo ni matarajio yetu kuwa wanafunzi watafanya upimaji kwa kuzingatia kanuni za mitihani. Baraza halitarajii kuona mwanafunzi yeyote kujihusisha na vitendo vya udanganyifu kwani atakayebainika kufanya udanganyifu matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani.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 Hii ni pamoja na kutambua kuwa hairuhusiwi mtu yeyote asiyehusika kuingia kwenye maeneo ya shule katika kipindi hiki cha mitihani. Kwa kufanya hivyo, tutawawezesha wanafunzi waliosajiliwa kufanya mitihani yao kwa amani na utulivu. Baraza halitasita kumchukulia mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya kuhujumu mitihani ya taifa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Taarifa za udanganyifu ziwasilishwe baraza la mitihani kupitia namba ya simu 0759 3600000 au barua pepe esnecta@necta.go.tz. Baraza la Mitihani linawatakia wanafunzi wote kila laheri katika kufanya upimaji wa kitaifa wa darasa la nne tarehe 22 na 23 Oktoba 2025.